kwenye dunia hakuna mtu wa bidaa yoyote, hakuna mzushi yoyote. Illa wa huwa yubghidu ahla alhadith, isipokuwa yeye anawachukia ahlu Sunna. Ahlu alhadith ni ahlu Sunna, hadith ndo zinaitwa Sunna, melewa eh? Laisa fi dunya mubtadi'un, hakuna katika dunia mzushi yoyote illa isipokuwa, mzushi huyo, wahuwa yubghidu ahla alhadithi, isipokuwa utamkuta yeye anawachukia watu wa, chukia, wa hadithi watu wa sunna. Kwa hiyo yeye anawachukia watu wa, wa hadithi kwa sababu hawafuati yale matamanio ambayo wao wako nayo. Kwa hiyo hata huyu mtu wa matamanio huyu, sahibu hawa, alikuwa anatamani kwamba wale watu wangeacha ile haki, wafuate yale matamanio, waachane na hadithi wafuate rai. Alikuwa anatamani hivyo kwamba watu wangeachana na qala Rasulullah, wangeenda kwa mfumo wa rai. Kitendo cha kuwa watu sasa hawakubali

basi mtu atakapozua, atakapofanya uzushi nuziat halawatulhadithi huondolewa ladha ya hadithi, min qalbihi, kwenye moyo wake. Halawatu ni utamu eh? mm. kwa ule utamu wa hadithi unaondolewa. Hadithi ni tamu, hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni tamu Yaani mtu ambaye anaye anayeishi kwenye Uislamu, mtu ambaye anayemwabudu Allah kwenye Uislamu, lakini kwa kupitia hadithi. Ah, mimi namwabudu Allah hapa kwa sababu qala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah hivi. Au mimi ninamwabudu Allah hapa ibada hii kwa sababu faala Rasulullah amefanya mtume wa Allah jambo hili, ni tamu kwa yule anayeelewa kuliko kwa wewe. Unamwabudu Allah lakini hilo unalolifanya unaloli hilo walitoa wapi? Ah, kwani kuna ubaya gani nikifanya hii? Hii wala haina ladha, hii hii haina ladha lakini ninafanya hivi kwa sababu kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah, hakadha, mfano kama huu. Kama hivi ndivyo alivyokuwa rasulullah, jambo hili lina ladha. Kwa hiyo anayemwabudu Allah kwa kupitia hadithi zile, hadithi zile zina ladha, ni tamu. Sasa mtu atakapoachana na mfumo huu akaanza kumwabudu Allah kwa kupitia uzushi Rai, fikra, akili, ule utamu wa hadithi sasa unaondolewa. Kwa hiyo yanakwenda yanakwenda mpaka inafika wakati, hata kama utamwambia hadithi ya mtume iko hivi, ndio yule ataanza kukugeuzia maneno kukwambia, hiyo bwana, ilikuwa zama hizo. Ule utamu na ladha ya hadithi ishaondoka kwa sababu ya bidaa, kama ile aya kalla bal Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ile aya inazungumzia madhambi, yani mtu anaanza kufanya madhambi kidogo kidogo kidogo, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka moyo sasa unakuwa na kutu, doa fulani inaanza kidogo kidogo, akifanya dhambi kidogo inakuja doa, dhambi kidogo doa, dhambi kidogo doa, dhambi kidogo, doa, dhambi kidogo, doa, mpaka moyo wote unakuja kuchafuka kutokana na kukithirisha madhambi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna, kwa sababu ya wale waliokuwa wanayafanya yani madhambi kidogo kidogo, mpaka yanakuja kuchafua moyo. Na hii bidaa ndio hivyo hivyo kidogo kidogo, wewe waachana na Sunna, hadithi yasema hivi, lakini wewe wafata rai kidogo kidogo kidogo, kidogo, kidogo, mwisho wake wajikuta wewe sasa, hadithi yenyewe haina utamu, haina ladha, bali ile rai ndiyo ishakuwa ina ladha na ndio inakuwa dini yako sasa wamwabudu Allah we kwa rai yaani, akitokea mtu wa rai akiongea wamuelewa vizuri na kwa haraka mno kuliko mtu wa sunna akitaja hadithi mnaelewa maneno mm. Anasema fa idha btadaa arrajulu, basi mtu atakapozua, nuziat halawatul hadithi, uondolewa ule utamu wa hadithi, min qalbihi, kwenye nini kwenye moyo wake. Ukiondolewa utamu wa hadithi, kuna nini tu? Hamna kitu.